ima mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule ambaye kutokana na majukumu mengine ya kitaifa hakuweza kuonana na nyinyi, lakini nadhani dhamira yenu kubwa ilikuwa ni kuonana naye kwa sababu yeye ndiyo kiongozi wetu katika mkoa huu wa Dodoma. Ana majukumu mengine ya kitaifa, kwa hiyo imekuwa ni vigumu kwake kuweza kuonana na nyinyi. Nitumia nafasi hiyo kwa niaba yake kuwakaribisheni sana sana sana mkoa wa Dodoma. Nimewasikiliza toka jana na leo, dhamira na yenu ni njema, kwamba mnataka kwa kuhamasisha michezo, lakini naona mmezungumzia mpira wa miguu tu sana sana, lakini michezo, nadhani michezo iko mingi tu eh, nadhani kwamba hiyo nani muipanue hiyo, isiyo tu kama mpira wa miguu. Michezo iko mingi sana, kuna ntiboli kuna volleyball, kuna long tennis, eh, kuna ile ya meza kwa okay. Eh, eh, michezo mingi na hata ile pool yote ni michezo nadhani yote ni kuamasha, lakini dhamira yenu ni njema kwa sababu mme target zaidi kwa michezo hii ambayo tunakwenda kuishuhudia mwakani ya 2027. Sasa mnapokuwa mnafanya mambo yenu haya na mmefurahi kwamba mmekushaanza Dar es Salaam, sasa mmekuja Dodoma, kuna mambo machache ya kuzingatia, la kwanza hakikisheni kwamba shughuli zenu mnazozifanya zinazingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi hii. Msivunje sheria, nyinyi ni Watanzania na nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Nikisema hivyo, na maana kwamba mnatakiwa muwe na vibali kutoka katika taasisi husika, wizara husika, taasisi husika, ili kwamba shughuli zenu zionekana kwamba zinafanyika kwa mujibu na taratibu za nchi yetu. Hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili, mshirikishe wadau wote kwa mujibu wa taratibu kama zinavyoelekeza. Mnapokwenda let's say, kwa mfano, katika mitaa mm, yetu, mnapokwenda katika kata zetu kwamba viongozi wa maeneo hayo wana taarifa ya uwepo wenu, wana taarifa ya shughuli zenu. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi sana ya kuyazingatia. Isikatokea kwamba mnafanya shughuli zenu huko, lakini viongozi wa maeneo hayo unapofanya hizo hawana hawana taarifa. Mnapokwenda kwenye redio, ndio kama ni taasisi zipi zina taarifa kwamba sasa mnakwenda redioni mnapok anda michezo yenu hiyo, si mtachezea sijui jamhuri sijui wapi, taasisi husika ziwe na taarifa. Kwa hiyo mambo yote tuhakikishe kwamba yanafanyika kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi hii, kila jambo mnaolifanya na hakika, kazi mnaofanya ni kazi nzuri, ni kazi kubwa. Ni kazi ambayo inahitaji kutiwa moyo, kazi ya kuhamasisha michezo katika taifa letu. Michezo ni afya, michezo ni ajira, michezo ni siasa, michezo ni uchumi, michezo ni maendeleo. Kwa hiyo ndugu zangu, nitumie nafasi hii uh, kuwapongezeni sana, kuwapongezeni sana kwa kazi kubwa mnayofanya. Na kazi hii mnaofanya inashabihiana kwa kiasi kikubwa sana na mambo ambayo yamewekwa katika ilani ya chama cha Mapinduzi ya mwaka elfu mbili ishirini na tano mpaka thelathini. Ukisoma vizuri mle, kuna swala la michezo limepewa kipaumbele, limesisitizwa umuhimu wa michezo kwa taifa letu, umuhimu wa michezo kwa maendeleo yetu, umuhimu wa michezo vijana wetu na umuhimu wa michezo kwa wananchi wetu wa Tanzania. Ukisoma vilevile dira ya maendeleo ya mwaka 2050, swala la michezo limepewa uzito wa pekee. Kwa hiyo, mambo mnayofanya ni mambo unaona kabisa yana shabiana vizuri na muono wa taifa, taifa kama tunapoelekea huko mbele ya safari tunatakiwa tufanye nini. Kwa hiyo mimi ni niwakaribisheni sana Dodoma na hakika kwamba mmezingatia taratibu zote mpaka mnapotaka kufanya mambo yenu haya. Naomba nirudie kwamba mmezingatia taratibu zote, mmezingatia sheria zote, mmezingatia kanuni zote na mna vibali sawa. Ndugu zangu, na mna vibali na nyinyi kama watanzania wenzangu, mna haki, mna haki ya kujumuika, ambayo ni haki ya kikatiba. Ni haki ya, hmm? ni haki ya kikatiba. Mna haki ya kujumuika na wananchi wenzenu mna haki ya kushiriki katika shughuli za maendeleo ya taifa letu hili la Tanzania. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwa mara ya mwisho kuwakaribisheni sana katika mji wetu wa Dodoma, karibuni sana, mjisikie kwamba mko, mko huru na sisi kama ofisi ya mkuu wa mkoa, kwa sababu jambo lenu mnalofanya vizuri, tutawapa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha kwamba kwa mambo yenu mnakamilisha. Asanteni sana kwa kunisikiliza, asanteni sana.